Kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya thelathini na tatu, na thelathini na nne. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Na kukaribisha mahala popote ulipo, unaweza ukaandaa Biblia yako na ukakaa kwenye mazingira tulivu na ukafocus katika umakini wa fikra nafsi, ili uweze kusikiliza neno la Mungu, kulisoma na kulielewa. Naitwa Mwalimu Petro Tufungue kwa sala kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakunyenyekea, tunaamini wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa upendo wako mkubwa uliotuletea neno lako kwa njia ya sauti. Tunaamini yote ni sababu ya mapenzi yako. Tunaomba utushike mkono sasa e Bwana, hata tuweze kulisoma na tuweze kulielewa. Neema yako itusaidie kusimama katika neno ili tuendelee kuwa mashujaa wa kiimani katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Yoshua bin Sira sura thelathini na tatu na thelathini na nne. Sura ya thelathini na tatu. Uovu haumpati yeye amchaye Bwana, mara kwa mara atamwokoa majaribuni. Aichukiae torati hapati hekima. Mnafiki hutikisika kama dau dhurubani. Mwenye ufahamu hutambua neno la Bwana. Torati niamini kama kuuliza kwa urimu. Ujiweke tayari kusema, nawe utasikiwa. Uyafunge maarifa nawe utafanya kujibu. Moyo wa mpumbavu ni kama gurudumu, na mawazo yake huzungukazunguka. Farasi dume ni kama rafiki akuchekae, hulia chini ya mtu yeyote ampandaye. Ya nini siku moja ya kupita nyingine? Nuru ya kila siku ya mwaka si ya jua? Kwa maarifa ya Bwana zimepambazuka, naye amebadili majira na siku kuu nyingine amezikuza na kuziweka wakfu na nyingine amezifanya siku za kawaida. Hivyo watu wote wametoka katika ardhi, naye Adamu waliumbwa katika udongo. Kwa hekima yake Bwana amewapambanua na kufanya njia zao kuwa mbalimbali mbali. Wengine amewabariki na kuwatukuza wengine amewaweka wakfu karibu naye, wengine amewalaani na kuangamiza na kuangusha katika mahali pao. Kama udongo mkononi mwa mfinyanzi, wote wamo mkononi mwake aliyewaumba. Njia zake ni sawa sawa na mapenzi yake, kuamuru kwa kadiri ya hukumu zake wema juu ya uovu ni uzima juu ya mauti, hivyo ni mwenye haki juu ya mkosaji. Basi uyafikiri hivyo matendo yake yaliye juu. Hayo ni mawili mawili hili juu na hili mimi. Naliamka siku hizi za mwisho mithili ya mtu mwenye kuokota masazo nyuma ya wavuna zabibu. Walakini kwa baraka za Bwana nimeendelea na kulijaza shinikizo langu sawasawa kama mvunaji. Fikirini ya kwamba sikufanya kazi kwa ajili yangu tu, ila kwa ajili ya wote waitafutao elimu. Enyi wakuu wa watu, mnisikilize nanyi mtawalao kusanyiko mnitegee masikio yenu. Usimpe mwana nguvu juu yako wakati unapoishi, wala mke wako wala ndugu wala rafiki. Nawe ukali uhai unavuta pumzi, wala usimtolee mwingine mali zako usije ukajuta na kuziomba tena, usijitie katika uwezo wa mtu yoyote. Ni afadhali watoto wako wakuombe wewe kuliko wewe kutazamia mkono wa mwanao. Katika matendo yako yote, ukale unayo mamlaka, wala usitie ila heshima yako lakini siku ile utakapozikomesha siku za maisha yako, na hapo ujapo kufariki ulitoe usia la kuugawa urithi wako. Malisho, fimbo na mizigo kwa punda; chakula, mapigo na kazi kwa mtumwa. Mpe mtumwa wako kazi, nawe utastarehe. Ukimwacha hana kazi, atatafuta uhuru wake. Kongwa na vifungo huinamisha shingo, na kwa mtumwa movu kuna kushtusha viungo na adhabu kali. Lakini umpeleke kazini, asiwe mvivu, madhali uvivu hufundisha fujo tele. Umpe kazi itakayomjuza; asipotii, umfanyie nzito pingu zake. Walakini usipite kiasi kwa mtu yoyote, wala usifanye neno pasipo hukumu. Iwapo unaye mtumwa mmoja tu, na awe kama nafsi yako, mradi ni hasara yako ukipotewa naye. Iwapo unaye mtumwa mmoja tu, umtendee kama ndugu, maana usimtende mabaya aliye damu yako, nawe ukimtenda mabaya atakutoroka. Je, utafuata njia ipi ili kumtafuta? Sura ya thelathini na nne Mwenye kutafuta ubatili ataona udanganyifu, na ndoto huwapa wapumbavu mabawa. Mithili ya yule akamatae kivuli au kufuata upepo, ndivyo alivyo mtu anayetumaini ndoto. Maono ya ndoto ni kama lila na fila, kama mlingano wa uso wako na uso wenyewe katika kitu kichafu kipande gani kitakuwa safi? Na katika uongo sehemu gani ni kweli? Maaguzi na ndege na ndoto ni ubatili, na kwa hayo moyo wa mtu una mauzauza, kama mwanamke wakati wa utungu. Zisipoletwa naye aliye juu, katika majilio yake Usiziangalie moyoni, kwa maana ndoto zimewadanganya wengi, nao wamebatilishiwa matumaini yao. Pasipo kuwapo uongo, torati itateketea kinywani mwa waaminifu. Hekima hukamilika mtu mwelekevu huyatafuta mambo yote, na yeye aliyeona mengi atauhubiri ufahamu wake. Asiye mwelekevu ajua machache, lakini aliyesafiri ataongeza werevu wake. Katika kusafiri kwangu mimi mwenyewe nimeona mambo mengi, hata ufahamu wangu unaweza kupita niwezavyo kusema tena mara nyingi nimeona hatari hata ya kufa, lakini kwa sababu hayo nikapona. Roho zao wamchao Bwana wataishi, maana taraja lao lina yeye awaokoaye. Amchae Bwana haoni hofu wala hafanyi woga, maana yeye ndiye aliye tumaini lake Amebarikiwa roho yule ya mchaye Bwana. Amtazamaye ni nani, na nguzo yake ni nini? Macho ya Bwana yawaelekea wampendao, ngao yenye nguvu na nguzo thabiti, kifuniko wakati wa hari na jua kichwani, huwalinda wasijikwae Wasaidia wasianguke, huisha roho huyangamiza, macho hutoa afya na uzima na baraka. Mtu atoaye sadaka kitu kilichopatikana kwa udhalimu, sadaka yake imetolewa kwa dhihaka, wala dhihaka za wasio haki hazipati kibali, naye aliye juu hapendezwi na sadaka za waovu, wala yeye haridhii dhambi kwa ajili ya wingi wa kafara. Yeyote aletaye mali za maskini ziwe sadaka, mfano wake ni mtu amchinjae mwana mbele ya macho ya babaye. Riziki ya wahitaji ndiyo uzima wake maskini, na mwenye kumnyima ni mtu wa damu. Amnyang'anyaye jirani yake riziki yake ni mwaga damu, naye amnyimaye mtumishi mshahara wake ni muaji. Iwapo mtu mmoja anajenga mwenzake mwenza akabomoa, je, faida yao ni nini ila kazi bure tu? Iwapo mtu mmoja anaomba na mwingine analaani, je, Bwana ataisikia sauti ya yupi? Mwenye kutawadha baada ya kugusa maiti akaigusa tena, kule kutawadha kwake kwafaa nini? Kadhalika, mtu afungaye kwa sababu ya dhambi zake akaenda akazifanya zizo hizizo tena, ni nani atakayesikiliza sala yake? Ama kujinyenyekesha kwake kutamfaidia nini?